Mashindano mm. yanapoisha isha ndio yanapoanza mwengine. Kwa inshala mwakani tutajitahidi ili tuweze tukafanya vizuri kwa, kwa, kwa, kwa, mm. kwa kweli kulikuwa na mashindano ya kimataifa, ndio maana tukakosa taji la kuingia fainali kombe la shirikisho, lakini mm. leo Yanga wamecheza vizuri kwa hiyo wanastahili kupata ushindi. Unaona um... ubora msimu huu pengine uliamuliwa na matokeo ya usajili. mm -hmm, inawezekana kwamba uh, usajili wetu bado ulikuwa haujakamilika kamili. mm -hmm, kwa hiyo mwakani inshallah ndo tukasajili upya ili tuweze tukawa na timu nzuri. Ah, tunawapa hongera. Hongera tunakutana mwakani inshallah.